ungwa fahari yetu. Unajua sue tofauti na kwenye gari no filter. <laughs>

Hello, this is Bondwa Hiking Club na hii ilikuwa ni safari yetu ya kwanza kwenda kufanya camping. Kama unavyoona tuna hike tukiwa na mizigo yetu full ngwamba, tukiwa tunaenda camping katika hifadhi ya Udzungwa iliyopo wilaya ya Kilombero Morogoro. Safari hii ilikuwa ni siku ya utalii duniani, tulifanya tarehe ishirini na saba mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na tano na, na katika safari hii wanabondwa walijipanga haswa, kila mtu alikabeba mahitaji yake yote muhimu na mahitaji yatakayohitajika katika ku hike ku camp na kuwa na wakati mzuri sana. Dhumuni kubwa la safari hii ilikuwa ni kupata nafasi ya kufurahi, kuburudika, na kipindi cha safari tulikuwa tuna break point kadha wa kadha za watu kujipatia mahitaji yao, kupiga stori na kufurahia safari yetu Bondwa Hiking Club. Leo ni siku ya utalii duniani na kwa sababu hiyo, wana bondwa tumeandaa eh, utoko huu ili kuidhinisha hiyo siku.

wanabondo walipata nafasi ya kununua mahitaji yao ya ziada na pia kufanya shopping ya hapa na pale kwa ajili ya kujiweka vizuri usiku wa camping break nyingine ambayo ilikuwa ni Mikumi, kwa ajili ya kupata chakula. Sisi kama wanafamilia wa, wa Bondwa Hiking Club, tukiwa katika safari zetu, huwa tunapenda kushirikiana kula kwa pamoja. Baada ya shibe, tukaendelea na safari yetu. Mandhari ni ya kuvutia sana sana sana, na tukifika Udzungwa National Park. Hapa watu kateremka, wakapiga picha na kupewa maelekezo kadha wa kadha. Tukaelekea hiking point, tukapewa maelekezo na kisha tukaanza ku

hifadhi ya Udzungwa ni ya pili kwa wingi wa viumbe hai barani Afrika. Inapatikana katika mikoa miwili, wilaya ya Kilolo mkoa wa Iringa na wilaya ya Kilombero mkoa wa Morogoro nchini Tanzania, ikiwa na jumla za kilomita ya mraba 1990 sawa na maili 770. Utalii umejikita zaidi katika kupanda milima kwa matembezi, njia ya hiking kama ambavyo sisi wana Bondwa Hiking Club tunafanya, lakini pia kuna maporomoko ya Sonjo ambayo ni lisali moja tu kwa matembezi na maporomoko makubwa na mazuri zaidi ya Sanje ambayo ni masaa manne, na sisi Bondo Hiking Club tulikuwa tunaelekea Sanje, lakini wakati huu ilikuwa tunafanya camping. Hivyo tukaanza kujifunza jinsi ya kuseti matenti na hii ilikuwa ni experience kwa ya kwanza kwa wanabondo asilimia tisini. Tulijifunza jinsi ya kuseti tent, jinsi ya kuandaa mahitaji mbalimbali ambayo tunayahitaji kwenye tent kufanya tuwe na wakati bora na usingizi mnono, hasa usiku wa baridi mm.

So baada ya kukaribishwa rasmi na kusenti matent tukaenda kurefresh na kisha kupata chakula, huku bendera ya Bondwa Hiking Club ikipepea juu ya hifadhi ya Udzungwa. Tukapata chakula, tukawa tunapiga story mbili tatu, tukijuliana hali ya kuhike, hali ya safari, tukiwa tunapata pia mziki taratibu kabisa kusindikiza chakula chetu, na kisha baada ya chakula ukafata muda wa watu kusimulia experience yao ilikuwaje, ilikuwaje katika hali ya ku hike kwa mara ya kwanza, ilikuwa kwa ni mara ya kwanza, lakini pia tukapata kufahamu kufaham experience ya camping for the first time. Pia ukawa wasaa wa kuweza kufahamiana, watu wametoka mikoa mbalimbali, Dar es Salaam, wengine wametoka Dodoma, wengine wametoka Kilosa, wengine wametoka wilaya mbalimbali mbali, mbali, hapa Morogoro. Haikujalisha unatokea mkoa gani wala mahali gani, kwa wakati huo sote tulikuwa ni wa wakazi wa hifadhi ya Udzungwa. Tukiwa na tumaini moja la kufurahi kufurahisha afya zetu za akili na kufanya mwili wetu ujihisi umepata chakula cha nafsi na roho kwa usiku mtulivu juu ya kilele. Natokea Kigamboni Dar es Salaam. Mimi ni mara yangu ya kwanza kabisa kujiunga na klabu hii. Karibu sana. Asante. Ila nilivyokuwa kule chini napandisha, hmm, Nilisema sitaki tena <laughs> Yaani nilisema sitaki tena, ila mkiniita kwenda Ngorongoro nitakuja, ila kwenye milima nilikataa. Sasa hivi niiteni tu, hata ndio. Kuna mlima mwingine huko Bondwa ni mzito zaidi ya huu tuliopandisha, niiteni hata kesho. Bondwa Hiking Club hipe, hipe moto! Baada ya kushare experience zetu ikafika muda wa mwenyekiti wa Bondwa Hiking Club kutuelezea dhumuni halisi la safari hii ya siku hii ya leo, lakini pia kutukumbusha umuhimu wake katika afya zetu za akili na mwili. Na sasa tumsikilize mwenyekiti wa Bondwa Hiking Club, anaitwa Mwansoho uh, Godfrey Gabriel na ni mwenyekiti wa Bondwa Hiking Club, leo nina furaha tunaipeperusha bendera yetu yeah, juu ya safu za milima Udzungwa, na kwa mara ya kwanza sote tumekuwa sehemu ya historia ya kufanya camping kama wana Bondwa. Nijipigie makofi jamani. tuna muda wa miaka miwili tukaa tumeanzisha klabu yetu, lakini hatukuwahi kufanya safari tukalala tukafanya camping bonfire. Lakini leo tunapata uzoefu huu, kwa mimi binafsi nafurahi uh, na nawashukuru na wanachama wote kwa aina ya kipekee kabisa, kwa sababu sote tunatamani kutibu afya zetu za akili. Tuna machangamoto mengi sana huko nyumbani kwetu kwenye familia zetu kwenye maisha yetu kwenye kazi zetu, lakini angalau ukipata muda kama huu siku moja umekaa, kuna moto unawaka hivi, unakunywa juisi ambayo ametengeneza bwana amba, George pale, unafurahi unacheka na mtu na yule na yule. Kwa kweli tunapunguza vitu vingi sana katika, katika stress zetu, na tunatengeneza afya na tunaongeza siku za kuishi na naamini pia huu ni mwanzo. Siku nyingine labda tutapeperusha hii bendera labda sehemu nyingine zaidi, lakini wenyewe wanachama ndo ambao na uwezo huo, kusema sasa tumekuja Udzungwa na twende sehemu nyingine tukakae tena siku moja, kama sehemu gani hivi katika Uganda, wengine wanasema Uganda pale, wakisema Rwanda, you never know. Lakini pia tunapokuja sehemu, tunatambuana tunafahamiana.

Baada ya mwenyekiti, ikafuata burudani kwa the rest of the night, kwa usiku wote ulikuwa ni usiku wa burudani, kucheza michezo mbalimbali na watu walikesha. Hey, hey. Hey, hey.

Baada ya muziki na michezo, wanabondo wakaamua kuimba wao wenyewe, karaoke night mida ya saa 9 I don't know paka

Siku ya pili ilianza alfajiri na mapema, tukawai viewpoint kuangalia jinsi gani jua linavyochomoza na kupata viewpoint yenye muonekano wa kipekee sana, ukiona angalia mashamba, lakini ikakupa nafasi au inakupa nafasi ya kuweza kutuliza. Wana Bondwa tukapiga picha, lakini pia tukapata nafasi ya kufanya meditation kwa ajili yetu sisi wenyewe binafsi kila mmoja kwa nyakati yake. Baada ya hapo, tukarejea kambini, watu wakaenda kuchukua mizigo, tukapata breakfast na kisha tukaanza kwenda kuogelea. Baada ya kuogelea na kupata vitu vingi vizuri kwenye maji tulivu kabisa ya Sanje Waterfalls, tukaanza safari ya kurejea Morogoro mjini. Tunaoshukuru sana hifadhi ya taifa ya Udzungwa, tulikuwa na wakati mzuri hakika. Udzungwa tuitunze, tutafurahi, tutaitangaza na tutashirikishana pazuri ya Udzungwa. Thank you